Kama Sports Development Aid, hili ni shirika lisilo uh, la kiserikali lenye usajili uh, wa namba 003423 linalojishughulisha na maendeleo ya elimu uh, kupitia michezo kwa shule za msingi na sekondari mkoani Lindi. Shirika linalenga kutumia michezo kama nyenzo ya kuhamasisha wanafunzi kuhudhuria shule na hatimaye kufanya vizuri katika masomo yao. Miongoni mwa miradi ambayo tumeendelea kuifanya ni pamoja na Empowering Boys Society through Sports and Health Education, mradi ambao ulianza kutekelezwa kuanzia mwaka 2021 mpaka 2024 na sasa kuendelea na awamu ya pili kwa mwaka 2025 mpaka 2028. Mradi unalenga kusaidia vijana wa kiume kutambua nafasi zao katika jamii, kupinga mfumo dume, ukatili wa kijinsia Mradi pia unalenga kupunguza utoro, mimba za utotoni na kuongeza usawa wa kijinsia wa kutumia michezo mashuleni. Aidha, mradi unafanya kazi na mangariba na walombo katika kuboresha uh, mila na desturi uh, za jando na unyago ili kuendana na nyakati za sasa. Ama Empowering Boy Society tumejikita katika kutoa mafunzo ya, ya michezo ya muda mfupi kwa walimu wa shule za mradi za sekondari 117, matamasha ya michezo na vifaa vya michezo, ili kuhamasisha wanafunzi kuhudhuria shule na hatimaye kufanya vizuri katika mitihani yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii shirika linakukabidhi vifaa vya michezo hususani mipira ya aina mbalimbali ipatayo 585 yenye thamani ya shilingi milioni 35 za Tanzania, kimkoa ambapo shule 117 za sekondari uh, za mradi kutoka almashauri sita za mkoa wa Lindi zitakabidhiwa vifaa hivi. Hivyo basi leo shirika lina linatarajia kukabidhi vifaa hivyo vya michezo kama ifuatavyo: mipira ya miguu mia moja sabini mipira ya pete mia mbili mipira ya wavu 80 mipira ya mikono mia moja kumi na tatu na mipira ya kikapu ishirini na mbili ambapo inafanya jumla kuwa mia tano themanini na tano Mwisho, shirika linapenda kutoa rai kwa serikali kuendelea kuweka kipaumbele somo la michezo mashuleni kama masomo mengine ili kuwapa fursa wanafunzi ya kushiriki michezo kikamilifu na kuendeleza vipaji vyao. Kwamba shirika hili la SD au Sports Development limefanya kazi moja kubwa sana, nilikuwa najaribu kuangalia kwa haraka haraka aa, na kwenda kuhudumia shule 117 kati ya shule mia moja na hamsini na tano kwa hiyo utaangalia shule ambazo zimebaki pale ni chache chache sana. Yaani ni chache sana, kwa hiyo mmekava zaidi ya nusu, zaidi ya robo tatu ya shule zetu za sekondari na kwenda kuzihudumia kwenye michezo yetu. Kwa kweli kuchukua nafasi hii washukuru na kuwe, na kuendelea kuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwatia nguvu, aendelee kuwaimarisha ili mwendelee kutusaidia. Yaani kusema asante maana yake ni kuomba, kuomba tena. Sisi Wanalindi tuko tayari kupokea vifaa hivi, lakini tuko tayari pia kuwasikiliza kwa ajili ya kushiriki, kushirikiana kwenye maswala haya ya kimsingi kabisa. Mimi naamini ya kwamba Lindi tumejipanga kwa mipira hii yote, yaani bajeti yetu ya UMISETA karibia mmeikava me, kwa sehemu kama, kama robo hivi meikava. Kwa hiyo kwa mwaka huu nadhani najipanga kuchukua ushindi namba moja kitaifa. Lindi oyi! Sasa, baada ya kuyasema haya, chukua nafasi hii sasa, sababu tunakwenda kuikabidhi mipira hii kwa maafisa elimu wa halmashauri, wale wa idara ya sekondari pamoja na maafisa michezo yao, basi wow, tuwakabidhi mpira hii ili sasa waweze kwenda kwa ajili ya kwenda kuendelea kuandaa wanafunzi na kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wanacheza. Tukumbuke maafisa elimu wenzangu kwamba sasa mtaala wetu unatuelekeza kuwa na shule za amali na ninafahamu kwa mkoa wetu hadi, hata sasa, eh, hadi sasa tunazo shule mbili ambazo zinajihusisha na amali ya michezo ikiwemo Mahiwa pamoja na, na Nkoe Mahiwa Mtama, um, na Nkoe iliyoko Ruangu. Kwa hiyo tukahakikisha ya kwamba tunasimamia kwamba watoto wetu wanacheza. Utakapokuwa anacheza hivi, tutakuwa tunatekeleza pia swala zima la uh, mtara wetu wa amali, lakini pia niombe halmashauri zote zikatunze sana hii mpira. Sitarajii kusikia mipira hii imepungua kwa kupotea kwa kuibiwa, sawa? Kwa kuwa natarajia ipungue kwa kutumika, yaani itumike sana itumike sana. Aya, itapoteza ubora wake kwa kutumika, sawa? na ikitumika sana, maana yake ni kwamba wanafunzi wetu wanacheza sana, sawa? kwa tunatarajia matokeo chanya kutokana na nanii na, na mipira hii utakayopewa leo na kupitia mipira hii na kupitia uh, shirika la Sports Development na imani ya kwamba kwa walindi utakwenda kupiga hatua kubwa sana ya kimichezo. Lindi oye! Basi niwashukuru sana ndugu zangu, niendelee kuwashukuru Sports Development, lakini niendelee kuwashukuru viongozi wangu, mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na katibu tawala wa mkoa, lakini pia niendelee kuwashukuru sana walimu ambao ndio wako pale chini shuleni ambao watakwenda kulisimamia hili kwa asilimia mia moja. Ni ombe tena maafisa elimu, hakikisheni walimu wanasimamia michezo ipasavyo kama tunavyosimamia masomo mengine. Michezo ni ajira. Michezo ni ajira. Leo hii ukiangalia wachezaji wetu wanalipwa kiasi gani, shilingi ngapi? Uka, uka, ukashangaa ni fedha nyingi kwao. Tuwaandae watoto wetu wacheze michezo hii, mwisho wa siku tuwe tuwe na wachezaji wetu wa e, tuwe na wachezaji wetu wa ndani ya nchi ambao watakwenda kucheza mpaka nje ya nchi. Sawa. Anaitwa Mwalimu Silvester Wilson Mbata, kaimu wasailimu sekondari wa halmashauri ya wilaya ya Mtama. Kwa kifupi, tunawashukuru sana hawa Sports Development Aid kwa msaada wao waliotoa hasa wa mipira ya michezo. Matarajio yangu ni kwamba mahudhurio wa ya wanafunzi yanakwenda kuongezeka, lakini pia ufaulu wa wanafunzi hawa unakwenda kuongezeka na hatimaye ufaulu wa halmashauri na mkoa kwa ujumla unakwenda kuongezeka kutokana na matokeo ya michezo ambayo vifaa hivi vinaenda kutuletea. Kwa hiyo niseme, nashukuru sana kwa vifaa hivi, itaturahisishia utendaji kazi wetu kwa sababu wanafunzi watahudhuria shuleni bila kutumia nguvu, kwani watoto wanapenda sana mchezo. Naitwa Rehema Makiwa na Hale, afisa elimu sekondari manispaa ya Lindi. Ndio kwa, kwa siku ya leo tunashukuru zawadi tuliopata kutoka kwa wenzetu Sports Development ya mipira kwa ajili ya watoto wetu, ambayo wataenda kuitumia kwa ajili ya michezo yao, wakati wanacheza kipindi hiki tunakaribia kwenye kipindi cha UMISETA na UMITASHUMTA. Kwa hiyo mipira hii itaenda kuwasaidia sana wanafunzi wetu katika kufanya mazoezi na hatimaye kuwa washindi kwa ngazi mbalimbali. Lakini kwa nafasi yangu, naahidi kwamba tutaenda kusimamia matumizi mazuri ya mipira hii, ili watoto wetu waende wakashinde ngazi ya mkoa, lakini pia waende wakashinde kwa ngazi ya taifa kwa upande wa manispaa na maeneo mengine, lakini tukigusia katika eneo lako, kumekuwa na changamoto, shule zimekuwa hazipati muda mwingi wa, wa, wa, wa, wa watoto kucheza michezo. Leo mekabidhiwa mipira pengine, na tumemsikia pale mkuu amesisitiza hilo kwamba watu waka, wanafunzi wakacheza, kwa sababu michezo ni ajira. Mnalipokeaje na mtakwenda kuliwekaji kum, kum, kuhakikisha kwa kwamba mnasimamia na mnatoa maelekezo kwa walimu kuhakikisha kwamba vipindi vya michezo vinakuwepo? Asante vipindi vya michezo vipo, lakini kwa chatui ya kupokea zawadi ya mipira hii mingi, ile ratiba ya michezo kila Ijumaa itafuatwa. Kila Ijumaa kuanzia saa tisa watoto wana ratiba ya kwenda viwanjani kwa ajili ya michezo hii. Kwa hiyo watafata hiyo ratiba na walimu wa, kuna walimu wa michezo kwa kila shule. Tutahakikisha wanasimamia vizuri hiyo ratiba, ili watoto waende wakatumie waka vizuri hiyo mipira yao subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa hapa Mashujaa TV.